Ni kwa mara nyingine tena, karibu katika simulizi ya The Real Boss, kama ilivyokaida kukuletea mwendelezo wa simulizi hii. Na katika simulizi iliyopita tuliweza kuangalia jinsi mambo yalivyokuwa yanaenda mrama kwa upande wa Manyanya pamoja na Bivana. Sasa itakuwaje mara hii mara baada ya kuwa tumeona kwamba Kelvin ameshafika kwenye hii kampuni na kwamba sasa ni wakati wa Manyanya kuweza kumpatia kile ambacho alikikosa kwa muda mrefu kutoka kwa Bivana, itakuwaje na bila shaka huenda yatakuwa ni mapenzi ama ni nini. Je, anataka kutumia njia hiyo kuhakikisha kwamba anampata Bivana? Mimi na wewe hatujui, tuweze kuungana pamoja mpaka tamati kuweza kufahamu itakuwaje katika sehemu inayofuata. Kwa hii leo ni kuombe tu, hakikisha umesubscribe kwenye chaneli yetu ya Digi Fursa, lakini bila kusahau kuhakikisha kwamba umefollow kwenye ukurasa huu wa Facebook. Na leo tutaendelea pale ambapo tuliweza kuona ile pendrive. Je, ni mtego ama ni ukweli?

Tukumbuke kwamba pen drive iliwekwa juu ya meza ya reception. Ilionekana ndogo isiyo na hatia, lakini ndani yake kulikuwa na uzito wa miaka minane ya hofu, chuki na siri ambazo kila mmoja wao alizikimbia kwa njia yake. Hasani, Hasani, Manyanya pamoja na Bivana. Sasa Kelvin alisimama mbele ya Manyanya na Bivana kana kwamba anaongoza mkutano wa mateso. Wafanyakazi waliokuwa karibu walipiga kona haraka wakifanya Aa, wakijifanya kama hawaoni fulani hivi, lakini napo walisikia kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea baina ya hawa watu watatu. Eva alijificha pembezoni, lakini macho yake yalikuwa mahali pa tukio kama mlinzi wa giza. Sasa nini kinaendelea? Ni kuambie kwamba Kelvin akasema kwa sauti ya amri, chukua pendrive hii Manyanya, ufungue mbele yetu wote sasa hivi. Akamuuliza kwa nini mimi? Kelvin akamsogelea karibu sana, akaweka mkono wake kwenye kidevu cha Manyanya akamshika na kwamba anamshika mateka wa akili, akasema kwa sababu wewe ndiye kiini cha yote haya. Toka mwaka 2017 ulitoroka, sasa utoroki tena? umeshaingia mikononi mwangu. Bevana akasogea mbele, akamtupia Kelvin macho ya tahadhari. Mchezo wako hauna maana, mambo yale yalishakwisha hakuna mtu atakayefaidika na kuyarudia mambo ya kale. Kelvin akageuka taratibu, tabasamu lake likabadilika kwa kicheko cha ukatili na unafiki. Anasema, yalikwisha? Wewe ndio unapaswa kuwa wa mwisho kusema hayo, unaelewa Bevana? Bevana akatetemeka. Kelvin akatoa bahasha nyingine ndogo, akairudisha mezani mbele yake. Ikiwa Manyanya hataki kuifungua pendrive, basi tutaonyesha hizi picha moja kwa moja kwenye ofisi, wafanyakazi wote wajue. Machoni mwa Bevana kulikuwa na hofu halisi, kitu ambacho Manyanya hakuwahi kukiona ndani yake kabla kwa muda mrefu. Lakini itakuwaje? Manyanya basi anachukua hatua? Atafanya nini? Manyanya akaichukua ile pendrive pole pole, mikono yake itetemeka, lakini macho yake yakiwa yamekuwa makali, kana kwamba mtu aliyekwisha kufa siku nyingi na sasa anarejea kulipa kisasi. Akasema, ukitaka nikae chini huku ukiharibu maisha watu wawili, sahau. Alimwambia hivyo manyanya kwa Kelvin. Kelvin akaachia kicheko cha kejeli akasema, kwa hiyo utafungua? Kaambia ndio, lakini sio hapa. Manyanya akamgeukia Bivana akasema, tunaenda ofisini sasa hivi. Wakaondoka kwa kasi, wakipita wafanyakazi waliokuwa wakijifanya hawaoni jambo lolote lile ambayo likuwa likiendelea. Kelvin akafuata nyuma yao taratibu, kama simba anayefuata windo lake bila haraka, taratibu akimnyatia swara. Eva alibaki nyuma akipiga simu kimya kimya. Ndio ameichukua, ndio kila kitu kinaenda kama ulivyosema. Sauti ya upande wa pili ikajibu kwa ukimya wa sekunde chache, msiwaruhusu kutengeneza amani, wasiwahi kufikia ukweli bila sisi, sawa? Eva akatabasamu taratibu, kisha akakata simu. Wakati huo mambo yanaendaje kule ofisini? Mambo alikuwa hivi. Ofisi ya Manyanya ilianza kuhisi kama chumba cha siri, e, cha kusikilizia hukumu ya kompyuta. Wakati huo ikiendelea kuwashwa, pendrive ikashikiliwa mikononi mwa Manyanya kama mtu anayeshikilia mlipuko, kwamba hapa lolote laweza kutokea muda na saa. Kelvin akasema mlangoni akiwa kama mlinzi wa giza, kwamba hakikisha hapa mwanga hauingii katika chumba hiki. Basi bevana alikaa pembeni ya manyanya machake, akamtazama kwa uchungu alioficha kwa miaka mingi. Ukifungua, bevana alisema kwa sauti ya chini, tutajua upande mmoja wa ukweli, lakini Kelvin, Kelvin hataki ukweli, anataka sisi tuangamie. Manyanya akageuka kumtazama, akasema, na sisi hatutaangamia. Akaingiza pendrive kwenye kompyuta, muda mfupi ukapita, skrini ikafunguka. Afaili moja tu lilikuwa limeandikwa 2017 real footage. Itakuwaje msikilizaji? Kelvin akavuta kiti akakaa akatega mikono yake kama mtu anayesubiri tamasha, anayesubiri jambo fulani liweze kutokea. Akaambia, anzisha. Manyanya akabonyeza play. Nini kipo katika hii video au footage ambayo leo ipo katika kompyuta hii na kupitia hii pen drive? Video ilipoanza wote watatu walipumua kwa kina, lakini sekunde tano baadaye nyuso zao zilibadilika. Ilikuwa ni pen drive aina gani na footage ilikuwa aina gani? Hii haikuwa video ile ile ambayo waliiona miaka iliyopita, ilikuwa ni engo tofauti kabisa, kamera pili ambayo hakuna mtu aliyekuwa amejua ili kuwepo eneo hilo la tukio, na kilichoonekana kilimfanya Manyanya baki bila pumzi, kwa sababu hakuwa yeye aliyesababisha ugomvi, hakuwa yeye aliyemsukuma Bevana na hakuwa yeye aliyekuwa kiongozi. Video ilionyesha wazi kabisa, Kelvin ndiye aliyepanga, Kelvin ndiye aliyesukuma, Kelvin ndiye aliyeanzisha ugomvi, na Manyanya alikuwa akimzuia, akijaribu kusitisha ile vurugu. Bevana aliweka mkono mdomoni um, kwa mshtuko. Manyanya alishika kichwa, kilio kikavu kikaanza kumtoka, si cha sauti, bali cha nafsi iliyoteswa kwa miaka yote hii kwa sababu ya Kelvin. Kelvin alikuwa ametulia, macho yake hayakuwa na tabasamu tena, uso wake ukakaza, kinywa chake kikawa kimya kwa sekunde kadhaa. Bevana akasema kwa sauti iliyovunjika kwa nini Kelvin, kwa nini ulifanya hivi? Kelvin ya kuongea alitazama video, halafu akageuka, akatazaa akamtazama nyanya. sikuja hapa kwa sababu ya hiyo video. Akatembea taratibu kuelekea dirishani, akasema kwa sauti ya kutisha, tulivu, isiyokuwa na huruma, nimekuja kwa sababu kuna kitu kingine, kitu ambacho ninyi wawili hamjui, lakini mtu mwingine, mtu anayewatazama anajua kila kitu. Akageuka taratibu na mtu huyo yuko ndani ya kampuni hii. Ilikuwaje? Nikuambie tu ni kwamba kwa wakati ile pendrev imeonyesha ukweli halisi, Kelvin ndiye chanzo cha kila kitu kati ya Bivana pamoja na Manyanya. Lakini Kelvin hakutetemeka, hakuona aibu, hakupoteza nguvu. Kwa nini? Ni kwa sababu anadai kuna mtu mwingine aliyesukuma Kelvin akufanye hayo. Kuna mtu mkubwa, mwenye nguvu, anayewafuatilia wao ndani ya kampuni hii. Eva anashirikiana na mtu gani katika kampuni hii? Ni kuambieni katika simulizi hii ya The Real Boss, tukutane katika sehemu inayofuata ili kuweza kujua. Mambo ni hatari na bado mambo ni magumu kuweza kujua siri zilizojificha nyuma ya faili hili la siri. Hadi wakati mwingine, asante kwa kusikiliza. Lakini siwezi kuacha, najaribu kukimbia.